Katika jamii ya leo mfumo wa posa na uchumba umeanza kubadilika sana. Wazazi wengi wamekuwa tayari kuwapa vijana nafasi ya kukutana na mabinti zao kabla ya ndoa. Hapana, hii haikubaliki! Eti kwa lengo tu kufahamiana zaidi. Hili ni jambo jipya kulinganisha na taratibu za jadi na dini yetu ya Kiislamu zamani. Kwa mujibu wa maadili ya Kiislamu, chumba ulikuwa rasmi baada ya posa naye kumruhusu kijana wala binti kuwa karibu kihisia kimahaba, mpaka ndoa ifungwe. Cha ajabu ya leo hii uchumba umekuwa sio rasmi, vijana wanaruhusiwa kukutana, na wakati mwingine mipaka inapotea kwa kisingizio tu eti cha neno maarufu mjini, tunajua na mm -mm. Pano sogea. Kilicho muhimu ni kuweka mipaka, wazazi wabaki kwenye nafasi zao ya ulinzi na uangalizi, vijana wakutane kwa nia tu ya ndoa, si kwa mazoea. Mawasiliano yawe ya heshima, uwazi, na yahusishe familia pande zote mbili. Changamoto kubwa ni kuvunjika kwa maadili, maumivu ya kihisia, mimba zisizotarajiwa, na kuvunjika kwa heshima ya ndoa kabla ndoa haijaanza uhuru usio na mipaka hii huleta madhara kuliko faida. Kwa kifupi sana, mabadiliko ya nyakati yaheshimiwe, lakini yasivunje mipaka ya dini, maadili, lakini pia uchumba uwe daraja la ndoa na si mbadala wa ndoa. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu kwa jina moja tu la AdPlus Swahili.